Bruz, tumeonekana tuko na wewe hapa, tumefika kwa mazingira ambayo haikuwa kwenye mpango wetu wa siku MWATAP, lakini tumehitaji kwamba leo tukuoti. Kuna kwenye mtandao, kuna jajaa makava zako za afishe, tuseme hivyo kwa Kifaransa, kwamba kuna andaa mkutano ama kama saifu inasema Ongea na Chobe. Kwa hiyo sisi ambao tukuelewa Ongea na Chobe, tutaka kufahamu kidogo ni Ongea na Chobe inamaanisha nini na kwa nini me mechaka hiyo event yako iwe Ongea na Chobe? Karibu mtu wangu. Uh, muma, asante sana ndugu uh, uh, muuliza maswali wa MWATAP, nashukuru sana, kwa maana nimepata fursa hii ya kujibu kwa swali hiyo. Naitwa Bruz Anzuluni Uh, wamoja wanaita coach wa vocal wengine wanite uh, gisi wanataka, lakini acha kiufupi sema kwamba hii concert inaitwa Ongena Chobe. Ongena Chobe ni Ongena oh, Chobe Ngena ni huruma ama rehema. Ni kwa huruma za Mungu ndio maana tuko watu wanajua situation securitaire tuko nao sasa hivi mashariki ya Kongo. Kwa hiyo ni kwa huruma ya Mungu kwa neema ya Mungu na rehema za Mungu ndio maana tuko kwa hiyo concert. Kiufupi inaongelea sifa za Mungu na ukubwa wa Mungu na kwa uelewa wetu kivi, tunaelewa. Nafikiri watu mmemuelewa mtumishi wa Mungu Bruz, kwa kumaanisha ile event yake kuwa onge na chobe. Nafahamu kwa vile unavyofundisha watu kuimba, umewaindikia watu wengi manyimbo. Sasa, okay, kwa nini hatujawahi ona maevre zako kwenye mtandao na we ni mwandikaji mzuri wa wimbo? Tupatie kwa nini. Nadhani hiyo m... swali ni nzuri sana nilikuwa naitafuta hiyo swali, jibu yake iko hapa hapa, ni kwamba nachukua muda wa kuandikiana hadi si, sina muda wa kujiandikia, nachukua muda wa kusukumana mbele na sina muda wa kulijipeleka mwenyewe. Kwa hiyo e, ila nimefikia kiwango ambacho nataka pia nionyeshe sasa kazi zangu nje. Yeah. nikasema kwamba muda ambao nimeuchukua wa silence ama wa reticence nataka sasa nitoe kazi zangu nje. O, kwa maana hizi konseri zote zinaandaa albamu yangu mpya ambayo inasema Tambarare album nafikiri ina wakujia muda si mrefu, stay tune. Kwa hiyo watu wakikutafuta kwenye YouTube waandike nani? Waandike Bruz Anzuluni TV, watapata okay. Shene yangu na kwa nyingine maswali ya kufuata inasema, na kwa wasanii wa gospel, wewe ni baadhi ya wale wasanii ambao wanafanya vizuri kwa kuimba na kwa utungaji pia, na unaweza tupatia baadhi ya watu ama mtu mmoja ambaye unaweza mkubali ama unaweza kukompare naye kwa kwa njia ya kusema kwamba Bruz na huyu wanaweza kuwa ume ama huyu anashinda Bruz, ama mimi nikimsikia ama kama wewe Bruz, mimi nikimsikia huyu msanii fulani wa gospel na kushete wanafanya hivi fulani. Uvira, uh, kuna wasanii wengi na acha niseme kwa generation tofauti, tumeona wasanii wazuri wakitokiwa Uvira, hata kama kutokana na mazingira wengi wanakimbia nchi, lakini wengi wako hapa kwetu, nikianza kwa Chocho Marvin, nikienda kwa Kambe, E, hata nikienda kwa kwa, kwa ulimwengu wa sanaa ya secular music naona kina David Praise Diaro, naona wakina Mairo, wakina Gansolizo na wengine wengi ambao wanafanya muziki. Kwa hiyo kifupi, kuna wengi ambao natamani nao pia wawe katika mlolongo wa watu ambao tutawasupport kwa pamoja. Mimi nachukua mda wangu mwingi, mimi ni support muziki kwa hiyo mtakaokuja kwa konser yangu ya le 15 juin mtadekouvriri wengine, wataimba pale, sitakuwa peke yangu, kuanzia kidunia hata na kwa kuingia. Kwa hiyo event yako inaomba ni pesa hey, ama kingilio ni nini? Tuliamua tuweke bure. Napenda sana kufanya konser za bure, ili watu wote waje kufaidika na waje kuimizwa na waje kuwa na muda wa maombi. waswezi likalipisha mtu maombi, konser yangu iko bure kati kauli mtu wa Mungu na kwa vile unaandaa hiyo mkutano, hiyo event yako ya ongea na chobe, umejiandaa kipipi kimazingira? Wakati hu tuo ni mgumu, ni security ko mingi, na umeandaa hiyo event kwa kwau wakati kipindi mgumu kwa, ungetuambia tujue watu ambao watatufuatilia wajue kama tukikuja iyole Kenya mwezi wa sita tutakuwa na, na security ya mzuri. Kwa experience yangu ya ya, ya mwandaaji wa muziki na kwa experience yangu ya utumishi wa miaka mingi, tuna collaborate na viongozi wa serikali tuna kolabore na watu bahazi ambao wako katika usalama, na siku hiyo kama unavyojua itakuwa kwenye kanisa ya Pastor Joel kwa pale. Kwanza ni kanisani, watu wengi wanaheshimu kanisa kwa Pastor kanisa. Joel ni sehemu gani? iko Avenue Mwenga, ngambo ya juu ya barabara kipanda tu pale nyuma, naona ile kanisa iko hapo ya Bishop Joel. Kwa hiyo nakaribisha sana, karibuni nyote kama Mwatape, tutakuwa na muda mzuri wa kufika siku hiyo. Asante sana, asante wa sana.